Kuona mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kukokota mpira kwa maana ya kuglide with a ball kama Pacome zuzwa Afrika hii, nenda Mamelodi Sundowns, nenda Al Ahli, nenda Simba Sports Club, nenda Esperance de Tunis, hakuna mchezaji mwenye quality ya Pacome kwenye kukokota mpira. Ah, kwanza nilichokingamua mziwamida kisha kuwa kubaya. Umeshakuwa uh -uh. Eh, kubaya. uh -uh. Young Africans wameonyesha na wametoa statement kwamba ni timu kubwa Afrika uh -huh. Ni timu kubwa Tanzania na walichokifanya ni kuonyesha kwamba wana uwezo wa kushinda na timu ya daraja lolote, waavyozungumza kuhusiana na Farabati. Farabati ni A list kwenye timu za Afrika, kwa hizi timu ambazo zinashiriki michuano ya kimataifa. This time around, farabati ni miongoni mwa timu A, umenielewa. Uh, msimu uliopita farabati walishiriki michuano ya club bingwa, umenielewa, na walikuwa na ushiriki mzuri uh, kwenye ligi yao Botola Pro. Tunafahamu ligi ya Moroko ni miongoni mwa I mean, ligi tano bora barani Afrika. Msimu uliopita walishika nafasi ya pili Botola Pro, nyuma ya Berkane. Msimu huu mpaka sasa hivi wako nafasi ya pili nyuma ya Wydad Kasablanka. Msimu wa 23 24, na walishika nafasi ya pili. Sasa ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha konsistensi kubwa kwenye ligi ya ndani pamoja na michuano ya kimataifa. Yanga kumfunga Farabati hapa kwa mara ya kwanza, Yanga anashinda mechi ya kwanza kwenye michuano ya, ya, ya klabu bingwa barani Afrika kwenye mechi ya kwanza za makundi It's a history na, na, na, na wametengeneza statement kama ambavyo nimekuambia yeah. Kwa hiyo kitu ambacho niliking'amua cha kwanza ni kwamba Yanga ana uwezo wa kushinda kwa timu ya daraja lolote la la. Iwe Al Ahli, iwe Zamalek, iwe Pyramids, iwe Wydad Casablanca, iwe as okay. Farabat Mamelodi Sundowns, Yanga ana uwezo wa kushinda kwa sababu wachambuzi, kwa maana performance analysts hmm. wanavyojaribu kuanalyze match, wanachokiangalia ni daraja unacheza na timu ya daraja gani. Na ndiyo maana Manchester United inaweza ikawa ni timu ambayo imejifia yeah, lakini wanapokutana na wakubwa wenzao mechi inakuwa kubwa, umenielewa? Kwa hiyo kwa sababu kinachoangaliwa ni madaraja kwenye evaluation, kwa hiyo ndicho ambacho kime, kime, kime, kime, nimeking'amua katika mechi ya leo. Lakini kitu kingine ambacho nimekiona ni kwamba Young Africans bado inaendelea kujengwa na inaendelea kujengwa katika misingi ya kwamba timu unaiona inajaribu kutaka kutengeneza mazingira ya kucheza as a team. Hachezi mchezaji mmoja. Watu wamemuona Pacome leo amecheza vizuri sana, lakini nitakwambia kitu kimoja. Kucheza vizuri kwa Pacome leo ni mchango mkubwa sana wa Prince Dube. Nilishamwambia mtu mmoja, Prince Dube sio mchezaji ambaye unaweza ukarilai sana kumuona akikufungia mabao mzi wa mida. Prince Dube anaweza akawa miongoni mwa wachezaji ambao wanakupa position hizo mbili uwanjani, yani yule Prince Dube mmoja anawapa advantage Yanga wachezaji wawili. Anakuwa kama register kwa maana register ni mchezaji ambaye anawafanya wengine wacheze, umenielewa? Playmaker alafu anakuwa hapo hapo target man, kwa maana ndio mchezaji ambaye Yanga watamshambu watarelai kwenye kupata mabao. Anachokicheza Dube ndicho ambacho kilikuwa kinamfanya Pacome awe open. Kuna moves kadhaa Dube alikuwa na receive mpira anamuona Pacome katika eneo sahihi anampa pasi umenielewa kwa hiyo yes. namna ambavyo Dube amecheza namna ambavyo Pacome amecheza namna ambavyo Max amecheza yes. inakuonyesha ni kwa namna gani ambavyo Yanga wanajaribu kutengeneza mazingira ya kusukwa inakuwa bonded team together na by time nadhani Yanga watakuwa na timu bora zaidi kuliko hata hii ambayo tumeshuhudia katika siku ya leo yes. uh, kitu kingine ambacho nimekishuhudia katika siku ya leo yes. uh, nakupa hii yes sijawahi kuona mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kukokota mpira kwa maana ya kuglide with a ball kama Pacome. Zuzwa Afrika hii, nenda Mamelodi Sundowns, nenda Al Ahli, nenda Simba Sports Club, nenda Esperance de Tunis, hakuna mchezaji mwenye quality ya Pacome kwenye kukokota mpira. No wonder tulimuona kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Mabingwa watetezi wa michuano ya AFCON, yeah. Kikosi ambacho kiliitwa kilikuwa na wachezaji wote yeah. ambao wanacheza ligi za Ulaya, yeah. Pacome peke yake ndio mchezaji ambaye alikuwa anacheza ligi ya Afrika, yeah. Hii inazungumza quality ya Pacome. La. Pacome anaweza kucheza klabu yoyote ile duniani au Afrika, Afrika, <laughs> <laughs> Afrika hii <laughs> Pacome anacheza klabu yoyote yeah. <laughs> uwezo wake wa kukokota mpira brother, ni masterclass brain yake kwenye kungamua hapa, natakiwa nifanye kitu gani kwa wakati gani, brother, he's exceptional. sijawahi kuona mchezaji kama Pacome zuzwa, walishawahi kuwa na Aziziki. Mimi namhusudu sana Mohamed Dumbi, ambaye leo hakucheza Dumbi, yani AI ya mpira, lakini brother, Pacome, Pacome is whole lot of thing, bro. He's exceptional Exception. Leo amenikumbusha prime Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho, Ronaldinho ambaye alikuwa Barcelona mwaka ambao Barcelona wanawafunga Chelsea, Ronaldinho anawakatisha viuno Ricardo Cavallo. Ndo Pacome leo kakifanya kile kitu hapa Amani. Yaani alivyokata kiuno Ronaldinho, ndivyo ambavyo alikata kiume Pacome siku ya leo.